karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. Habari za asubuhi. Karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 24 ya mwezi wa 10, 2025. Somo letu leo lina kichwa kinachosema kila kanisa ni shule ya mafunzo. Tuombe. Ee Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya asubuhi njema uliyotupatia tunapofungua maneno yako, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze kutafakari na kuelewa wajibu wetu kama washiriki wa kanisa lako. Tufundishe kuona kanisa letu kama shule ya mafunzo kwa huduma, na tupa mioyo ya kujifunza na kutenda mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo tunasali. Amina. Roho wa Bwana yu juu yangu maana, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa ufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwacha hulu waliosetwa. Luka sura ya nne mstari wa kumi na nane. Mungu katika kuwapa watu wake nuru zamani hakufanya kazi kupitia kundi fulani pekee. Danieli alikuwa wa ukoo wa kifalme wa Yuda, Isaya pia alikuwa wa kifalme, Daudi alikuwa kijana mchunga kondoo, Amosi mchungaji, Zakaria mateka wa Babeli, Elisha mkulima Bwana aliinua manabii na viongozi kwa wawakilishi wake wa daraja la juu na la chini, na waliwafundisha ukweli uliopaswa kutolewa kwa ulimwengu. Kila kanisa inapaswa kuwa shule ya mafunzo kwa ajili ya utendakazi wa Kikristo. Washiriki wake wanapaswa kufundishwa jinsi ya kutoa mafunzo ya Biblia, jinsi ya kuendesha na kufundisha madarasa ya shule ya Sabato, namna nzuri ya kuwasaidia maskini na kuwajali wagonjwa, jinsi ya kufanya kazi kwa ajili ya ambao hawajaongoka kuna paswa kuwa na shule za afya, shule za mapishi na madarasa katika safu mbalimbali mbali za kazi ya usaidizi wa Kikristo. Hakupasi kuwa tu na mafundisho, bali kazi maalumu chini ya wafundishaji wenye wa uzoefu. Hebu walimu waongoze njia katika kufanya kazi miongoni mwa watu, wa wengine kujiunga nao, watajifunza katika mfano wao. Mfano mmoja ni wa muhimu mno kuliko kanuni nyingi. Ikiwa wale ambao Mungu amewapatia taranta kubwa za uwezo wa kufikiri huzitumia karama kwa binafsi wataachwa baada ya kipindi cha majaribu kufuata njia yao wenyewe. Mungu atawatumia watu ambao hawaonekani kuwa wamekirimiwa kwa vipaji vingi, ambao wajitumaini nafsi, na atawaimarisha wadhaifu kwa sababu wanamtumaini yeye kufanya kwa ajili yao kile ambacho hawezi kujifanyia wenyewe. Mungu ataikubali huduma iliyofanywa kwa moyo wote na yeye mwenyewe atarekebisha mapungufu. Na kama ambavyo baraka zake ziliwajia mateka katika nyua za Babeli, ndivyo anavyowapa hekima na maarifa watendakazi wake, wale watu waliopungukiwa na elimu ya shule, wanyonge katika nafasi ya kijamii, kwa njia ya neema ya Kristo. Wakati mwingine wamefanikiwa kwa njia ya ajabu katika kuongoa roho kwa ajili yake. Asili ya mafanikio yao ilikuwa ni imani yao kwa Mungu e, kila siku walijifunza toka kwake yeye ambaye ni mshauri wa ajabu na hodari katika uweza. Ellen G. White aliandika katika kitabu cha The Mystery of Healing ukurasa wa 148 hadi 151, ninanuku, watendakazi wa aina hiyo wanapaswa kutiwa moyo Bwana na wakutanisha na wale wenye uwezo mkubwa ili kujaza nafasi ambayo inaachwa na wengine. Uwezo wao wa haraka kuona kila kinachopaswa kufanyika, utayari wao kuwasaidia wale walio wahitaji, maneno na matendo yao mema kufungua milango ya manufaa ambayo vinginevyo ingebakia kuwa imefungwa. Wanawafikia wale wenye shida, na mvuto wa ushawishi wa maneno yao una nguvu wa kuzivuta roho nyingi ziteterekazo kwa Mungu. Kazi zao zinaonesha kile ambacho maelfu ya wengi wanaweza kufanya. Tuombe. Ee Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ujumbe huu wa asubuhi. Tumejifunza kuwa kila kanisa ni shule ya mafunzo, na kila mshiriki ana nafasi ya kufanya kazi kwa ajili yako. Tunakuomba ututie nguvu ya kutenda yale tuliyojifunza, kutumika katika huduma na kuwa mfano wa imani hai. Tubariki siku hii yote na uendelee kuwa nasi katika kila hatua ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunasali, amina.